Okay, so far nataka nisikie tiki yako ni hipi, kwa hiki ambacho leo tumekuja hapa eh, kushuhudia usiku wa mabahuru gala. Nazungumziaje so far tukio zima? It's a good thing. Nimependa theme. Nimependa the way wameweka wanawake mwanzo the, wa wa wa meka wa meka wa the give priority kwa wanawake ni kitu kizuri. Tumekutana wanawake mbalimbali kwenye sekta mbalimbali kuna sekta ya masuala ya siasa, biashara, yeah. ujasiriamali, yeah. na vitu, yeah. mbalimbali. Kwa hiyo nimekutana na watu mbalimbali, na kuna watu ambao sijakutana mm. nao muda mrefu. Kuna vitu mm. ambavyo nilikuwa sivijui, nimejifunza na naendelea. unafikiri ni kujifunza, mm. kujifunza, okay. kujifunza. Yeah. kwa nini kumekuwa na hiyo dhana, watu wanadhani kwamba adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzake? Kwa muda mrefu imekuwa inazungumzwa hivyo. Nafikiri ni kwa nini, nadhani ilikuwa iko hivyo wanawake kipindi cha nyuma, lakini sasa hivi, utandawazi, wanawake wamebadilika. Wanawake ni wakushikana mkono na wakusonga pamoja. Unajua, zamani ilikuwa hata ukimwona mwanamke mwenzako amevaa nguo nzuri, ukimuuliza umenunua wapi, kukuambia hata kama hataki, huchukui nguo yake, hataki tu wewe uende ukanunue. Hata kama umepaka mafuta mazuri, umeng'aa, umependeza, umeng'aa, umependeza, ukamwambia, jamani, lotion yako umenunua wapi? Atakuzungusha hata kuambia, yeah. Ana ile choyo tu kuona kwamba okay. Ah, nikimwambia naye atang'aa kama mimi mm. Oh, lakini sasa hivi naona at least yeah. Watu wanapeana machimbo, wanaambiana vitu yeah. okay. imepungua au imeisha Kuisha sio kweli eh. Lakini imepungua kwa kiasi kikubwa. Okay. Yeah. kwenye kuisha mm. Kwa sababu tunakutana watu wa aina tofauti tofauti, tumekuzwa kwenye mazingira tofauti tofauti. Mm. kuna mwingine, kuna wale ambao kweli walikuwa wanaogopa mm. Lakini kuna wengine tu, sio wanawake tu bali wanaume, kuna wanaume wengine tu wamezaliwa mm. Wanachoyo tu mm. na chuki mm. Kwa hiyo mm, huwezi kumbadilisha mtu. Okay. Lakini kwa sasa hivi kwa jinsi mambo yanavyoenda na teknolojia ambayo ipo nafika pazuri. okay. yeah. Unapo, unapokuwa na shida wewe, kwa asilimia kubwa, mtu wa kwanza kukusaidia huwaga ni mwanamke au mwanaume? Najua umepitia mengi, nataka nijue hiyo. Wote kwa namna, inategemea na shida aina gani. Kila shida ina jinsi ya mtu ambaye ananisapoti, kwa hiyo siyo mwanamke sio mwanaume. Namshukuru Mwenyezi Mungu pale napolia shida watu wangu iwe ni mwanamke ni mwanaume, wote wanakuwa wepesi kunisaidia. okay. yeah. Mara nyingi mwanamke akiwa na shida anakuwa anahofia sana kumwelezea mwanamke mwenzake. yeah. Wengi mmekuwa muaminiani? yeah. Kwako ikoje yu? hiyo uh... Mimi ni mtu ambaye mimi ni mtu wa watu, naongea na kila mtu, lakini na watu wachache ambao wako karibu na mimi. Nikiongelea wako karibu na mimi, hata ni watu wachache ambao wanafika nyumbani kwangu na kujua maisha yangu. Mtu ambaye anakuja kwangu ni mtu ambaye nishamruhusu kwenye room ya kunijua mimi, kwa hiyo mtu ambaye tayari nimeshampa room hiyo nina uhakika na uwezo nikamwambia chochote kile. Sijui umenielewa. Lakini pia ninao, sio kila kitu ninamwambia kila mtu. Nina watu wangu ambao najua kabisa huyu nitaongea naye mambo ya biashara, nitamaliza utaongelea na mambo ya maisha hivyo. Kwa hiyo, na lazima katika maisha lazima uwe na mipaka, okay. Yeah, na ndio inakufanya ukue okay. Na ukiwa huna mipaka huwezi kutunza la kwako mm. Itakuwa ni ngumu sana hata kufanikiwa, kwa sababu jambo linalokupa furaha na kukusaidia katika maisha lazima ulifanye ile siri. Okay. Ehe ili uweze kufanikiwa. Na ndio maana hata wakijenga wanafungaga uzio hivi mm. Wakimaliza ndio unaona nyumba imefunguliwa. Okay. Yeah, kwa hiyo mimi si si sio kwamba kumuogopa tu mtu. Mimi naofia mtu yoyote kujua jambo langu ambapo mimi sikupanga kumwambia yaani, okay. Nina kwamba nimepanga kwamba huyu nimwambie kitu changu ndo nitamwambia. Nina watu kadhaa ninaweza kuwaambia mambo yangu okay, ya ndani yeah. kwa upande wako una maadui binafsi? Yangu mimi sina maadui, mimi sina uadui na mtu, lakini kwenye upande wa ukusema uadui ina, ina upana mkubwa sana. Inawezekana mi nimekaa hapa lakini kuna mtu yuko kule, sijamfanya chochote, sijawai kumwongelesha, sijawai kutana naye lakini kana nchukia mm. kwa kwenye upande huo mimi sijui mm. binafsi yangu sina chuki mm. na mtu na naishi vile ambavyo najitahidi kuishi na kila mtu saa okay. ila kwa kusema nani nauadui na, na, na mtu na madui hakuna mtu anaweza kusaadui, lakini mm. mimi binafsi naamini mi naishi kwa amani. Mm. kwa kama mtu anauadui ni yeye ndo anauadui na mimi, mi sina uadui mimi okay. na mtu. Ushawahi kujua labda kuna mtu anakuchukia, mwanamke mwenzako? Of course <laughs> hainisumbui okay. yani mimi wao ukinichukia mimi hainisumbui, kwa sababu mimi dhali niuingilii unis riziki yangu au ni nyimi pumzi. Nina amani nakula nachelu, nafanya kazi zangu. Wao ukinichukia Sheikh, nitakufanyaje? Nitakulazimisha unipende? Hata mtume yule mtume tu ambaye ndio Mwenyezi Mungu kamwambia aje atuongoze sisi, ndiyo na kuna watu wanamchukia Mtume walikuwa wanamchukia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi ambaye ni kizazi sijui cha ngapi paka kufika kizazi cha Mtume nikichukiwa nitakuwa kuna haja gani? shida gani? alafu mimi nipendwe na kila mtu? mi pesa jamani, Lazima watu wanichukie kidogo nipate asira. Na wasikuambie mtu, ukiona mtu unapigiwa sana makofi mengine, wanakupigia makofi malize kuongea, ili waendelee kufanya vitu vyao. Kwa mimi sihitaji pia kupendwa na kila mtu, sababu ni unafiki. Na unanipenda ili iweje? Kwanza kupendana ndio mambo ya unafiki na umbea. Unapoanza tuchukiane, tupelekeshane, tuvurugane, tunapopata asira za kutafuta pesa wanasema wanawake kwa sasa wanaweza kufanya kila kitu mm, ambacho mwanaume anafanya hata mm, kwenye kazi no, mm, unajua, ze Livana, wewe ni kazi gani za kiume unaweza kufanya ambazo wanafanya wanaume na pengine hatujui labda? <laughs> mimi maisha yangu tu ninayoishi mtoto mm wa -hmm. kiume <laughs> Mimi nimetoka mbali mm. nimehas Mm. Ukiangalia taa stori yangu mimi nilivyomlea ni mamaangu mm, kuna watoto wa kiume wengi hawawezi kuwalea mama zao kama alivyomlea mama yangu. Mm, mi nnavyoilea familia yangu na nnavyoitreat familia yangu kuna wanaume wengi mm, wana hawawezi kuhudumia familia zao kama nnavyoihudumia familia yao. Mm, lakini licha ya hivyo mapambano na jinsi nilikotoka historia yangu kiangalia, mm, kwa mtu mwingine angekuwa kashakata tamaa. Mm. Mi sio kwamba sija nimetoka kwenye maisha duni sana mm. lakini si kutoka katika maisha ambayo katika familia ambayo ilikuwa inanipa sapoti kuanzia mwanzo ninaanza. mm. ni mimi mwenyewe na nafsi yangu niliamua na nikasema kwamba mimi naweza, mm. na nitafika mahali fulani. mm. na alhamdulillahi na Mwenyezi Mungu si haba aliponifikisha, na ninaamini, mm. ipo siku nitafika ninapotamani kufika, yeah. Okay. unafanya muziki, unaigiza. Tukisema hebu tukutoe kwenye sanaa, kwenye kazi za mikono, aidha ni kulima Eh, au kuwa boda, boda au kwa zile kazi ambazo ni physical, ipi unaweza kuifanya? Mimi naweza kuwa mfanya biashara, naweza kuwa mfanya biashara au naweza nikawa machinga. Nikisema machinga, mimi naweza nikaukanigaia hii simu mm hii -hmm. simu nikaipiga promo kwa kuongea na nikaisifia wewe mm -hmm, ukahisi hii simu haijawahi kutokea dunia. Okay. I know how to impress, una ushawishi ule Ninaweza kumshawishi mtu kwenye biashara, nina lugha ya biashara. Lakini licha ya hivyo, shehe wangu mm, mimi hapa, ukiachana na hivyo, mimi nina kipaji gani? <laughs> kipaji gani? <laughs> kipaji gani? Ah, sasa hiyo simesema kazi chana nacho. Mimi ni mpishi, najua kupika hodari hasa sana mno. Wewe si Tanga esitanga yani, hodari mno hao. oh, pika wanapikapika, kula chakula changu. Okay, nishakula kwako wewe, nyumbani kwako, nyumbani kwako. Basi waambie yeah. Unafikiria kuingia huko? Hapana mpenzi sana wa eka eka. Okay. Ila napenda kufanya kazi lakini, mm, kufikiria kukatakata kufanya nini? Yaani ndo maana nilikuwa na nilikuwa na nilikuwa na mbucha nikaifunga, mm, kwa sababu inahitaji inahitaji kwa instance sana sana. Kazi zangu ninazozifanya ni ngumu sana, kupata ile committed kwenye kazi ya pole pia kwa kupoteza simu

Leo pia mmeingia wote mkiwa miko, mmeshikana mikono e, tuambieni wai pengine mmeamua kuingia pamoja, na before watu walihisi labda divana na kan ni mtu na mpenzi wake. Ah, Mbaruku ni marafiki sana. Baruku ni kama kaka yangu, mm. ni ndugu, ananijua. Alafu mimi Mbaruku ndo yeye mwenyewe, kwa mujibu anavyosema, nimemfungulia yeah. dunia kwa sababu, yeah. mekua, alifu, kwa sababu sisi amekuwa, alipokuwa ameanza watu walianza kuzoea kumuona na kufuatilia yeah, alipokuwa ananisifia sana post, yeah, ananisifia sana yeah, watu ndi wakaanza kumpa sikio yeah. kwa hiyo ana appreciate na hata kunialika hapa. Alinialika katika mazingira ambayo kwamba Lulu, nakualika kwa sababu wewe ulinifungulia dunia, yeah, na leo nimetimiza, nime nimefanya kitu kikubwa kama ukahuru ambayo nilianzisha mimi yeah, ni uje uniunge mkono Oh, okay. Na shidwa, na anamana niko hapa. Yeah. Sawa. So, la mwisho kabisa kwa mashabiki zako najua ni msanii. Unawaambia nini? Kazi mpya lini? Na vitu kama hivyo. Kazi mpya after Ramadhani. Nawatakia Ramadhan Karimu. Idi Mubaraka. Na tuombeane na, na watakia mwisho mwema mashabiki zangu wote, na wote wanaonitazama, ninawapenda, wasiache kuendelea kunifuatilia na kuendelea kusupport kazi zangu. Nilisahau la mwisho, la mwisho kabisa, kwenye hizi iftari, watu wanalalamika sana, kwamba watu ambao wanafuturishwa ni watu mashuhuri ambao yeah. hawana shida sana, pengine watu wangewagusa. Unajuaje kama mimi shida sina? Au kwa sababu yeah. Kwa sababu tumeniona nimepaka makeup, nimependeza? Hapana, Mwenyezi Mungu anasema hivi, hajamtaja tu mwenye shida, hata yule ambaye anauhitaji anahitaji kufutari, hata yule ambaye anahitaji kukutana na, na wenzake afutari naye pia, umemfurisha ili mradi ifunga. Mungu angalie tukwambie tifunga huyu kwa sababu hana na huyu kwa sababu huyu nimemjalia riski? Basi huyu uliomjalia riski funga yake hairuhusiwi? Aa, nimefunga pia kwa hiyo kama nimepata nafasi ya kufuturishwa, Yeah. Makasiriko sio mazuri, acheni tabia mbaya. Ivana, asante shukran.